Ni sauti ya miguu midogo inayokanyaga ardhi ya baridi bila viatu, sauti ya ndoto zilizozimwa kabla ya kuota, sauti ya watoto wa mitaani. Mimi hapa nimekuja rodi kwa mdogo sana katika kona ya moja ya mitaa maarufu katika jiji la Mwanza na kutana na Franki Saidi mvulana wa miaka kumi na mitatu macho yake yakiwa na ukungu wa kumbukumbu kumbu na huzuni. mii nyumbani changamoto zilizopo ni kuwa ni kukosaa jiani wa hela e, ndomana nikamua nija umlodi nitafutetafute na ukutokute maboksi nile nikapime. Changamoto ya fedha ndiyo iliyomfukuza nyumbani, anasema huku akivuta pumzi ya maumivu. Frenki akuwatoroka wazazi wake, bali alitoroka umasikini uliomlazimisha kuishi maisha ya kuomba kuogopa na kusubiri siku nyingine isiyo na uhakika. Tusiwe watu wabaya wa kutelekeza watoto wetu na familia zetu. Wakati mwingine tunaweza kulaumiana ni nani mbaya, hili si muhimu kwa sasa. Takwimu za mwaka 2024-2025 zinaonyesha kuwa migogoro ya watoto majumbani ipatayo 1586 ndiyo kinara katika kuchangia ongezeko la watoto wanaoishi katika mazingira magumu na na madhara makubwa sana katika malezi na makuzi ya watoto. Msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu katika Makala ya Afrika Mashariki. Tunaangaza ndoto zilizopotea kwenye vumbi la maisha. Simulizi ya maisha watoto wanaishi katika mazingira magumu, maarufu kama watoto wa mitaani. Mwandalizi na msimulizi wako naitwa Maratini Nyoni. Nasema karibu tuwe sote hadi tamati. Hali ya watoto wa mitaani ni changamoto kubwa inayokumba nchi nyingi za Afrika Mashariki, zikiwa ni pamoja na Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi. Tatizo hili linatokana na sababu mbalimbali za kijamii, kiuchumi na kifamilia, na lina athari kubwa kwa maendeleo ya kijamii na haki za watoto katika ukanda huu. Familia kama taasisi ya kwanza ya kijamii anayozaliwa na kukulia mtoto, ina mchango mkubwa, yani chanya au hasi, katika suala la watoto wa mitaani katika muktadha wa Afrika Mashariki. Familia ni muhimili wa kwanza katika kulea, kulinda na kuendeleza mtoto. Pale ambapo familia inashindwa kutekeleza majukumu haya, mtoto hujikuta katika mazingira magumu, yakiwemo ya kuishi mitaani. Frank Saidi, mmoja wa watoto wanaishi katika mazingira magumu, akiwa katika moja ya mitaa maarufu ya jiji la Mwanza, ananieleza namna alivyoikimbia familia yake na kujipata katika maisha yaliyojaa maumivu na kilio ndani yake. Mimi hapa nimekuja rodi nikiwa mdogo sana. Mimi nyumbani, changamoto zilizopo kwa ni ukosaji, yani wa hela. Wazazi wote wapo, wote wanaishi pamoja. Mtaa au shule na wala mtaa si nyumbani. Franki anasema mama yake apendi kumwona katika hali hii, lakini hali ya familia yao ambayo anaiita dumu haimpi nafasi ya kuchagua. Mara moja moja hurudi nyumbani, si kwa mapenzi bali kwa kumbukumbu kumbu, kumbu huku mtaani. Usemi wa Kiswahili una maana halisi, samaki mkunje angali mbichi, lakini samaki hawa wameachwa wakauke gizani. Nyumbani narudi mamuda, mara moja ma, kama nikitafuta hela narudi kishawafikisha, narudi tena huku natafuta tena hela jalizia, ilo niambaga nirudi ila nasemaga mama, ngoja kwanza nipambane pambane Simulizi ya mtoto Saidi ina tofauti na mtoto Franki Juma ambaye ananijizwa kuwa yeye hana sababu yoyote iliyomfanya hadi kujipata katika mazingira haya. Mimi hakuna changamoto yoyote iliyonifanya nikatoka nyumbani. Nyumbani narudigi ila ela sema hizi siku mbili tatu hizi sema napiga simu ya nyumbani haipokelewi nataka nje nirudi. Nilikuwa nasoma darasa la nne ila shule niliacha. Alimkundi alinifukuza shule. Mimi sijajua ni ngoani nijikuta tu naondoka basi. Nikisaa kurudi nyumbani sasa naanza kufikiria ndio mpaka leo hii niko huko mtaani. Kwa siku baba alinifuata huko akanipeleka jeshini, nikapigwa nikapigwa, akaenda nyumbani. Yani unafa kwa kweli, kunanifanya nimetoka nyumbani na hata nikatoka, ndio mpaka sasa hivi wazazi wamesha nizoea, natoka na rudi. Yani sijui kuna kitu kinanifanya mpaka ni mpaka alala, kutulia nyumbani siwezi. Nilipomuuliza kuwa kama yupo tayari kurudi shule anasema hilo kwake halipo akilini mwake kwa sasa shule kwa sababu hapa hata siwezi kurudi. Msikilizaji wa RFI Kiswahili, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda, wakati wa maadhimisho ya siku ya familia, alitaja kuwa zaidi ya watoto elfu mbili wameathiriwa na migogoro ya kifamilia kwa mwaka 2024 2025, na, na anaongeza kuwa migogoro ya ndoa imechangia watoto 980 kuingia mitaani. Migogoro ya watoto nyumbani imefikia 1586 na, na, na watoto wa nje ya ndoa wanakabiliwa na migogoro wa patao 770. Halikadhalika, Mwanza tunavyo vituo 220 vya kulelea watoto wa mchana, lakini vituo 23 vya kulea watoto katika mazingira magumu walioko katika mazingira magumu, na kwa mwaka 24 25, e, kupitia idara yetu ya, ya ustawi wa jamii tulipokea mashauri 3000 534 yanayohusiana na mambo mbalimbali, lakini muhimu zaidi ni kwamba migogoro ya ndoa tuliyopokea kwa mwaka huu mmoja tu 24 25 ni migogoro 980. Kwahiyo inaashiria kwamba bado changamoto na migogoro ya ndoa ina madhara makubwa sana katika malezi na makuzi ya watoto. Takwimu hizi zimebeba uhalisia wa maisha ya watoto hawa katika miji mikubwa na wapo baadhi ya watoto waliojipata hapa kutokana na wazazi wao kuwakimbia na kuwaacha wenyewe, na walichobaki nacho ni kumbukumbu kumbu tu ya majina yao. majina naitwa Abu, e, ni mtoto wa mtaani na kagamkimazingira magumu sana tena sana. Ni changamoto ni za maisha, ni mikono wake tu wa maisha. Nakaa hapo nani hapo juu hapo mabatini hapo mlimani. E, tunaishi na mama, ila mama yupo naye mishemshe zake tu ndio hivyo hivyo. na hivyo nilisoma kama darasa la pili tu hivi, mara baada nikikwambia hata sijui kusoma. Kuna vitu vingine najua, ila kuna vitu vingine sijui kabisa. Baba na mama waliondoka, walienda da wenyewe, waliondoka tu wakaniacha hivyo hivyo tu. Ni maisha, tunaenda tuna kuomba tu msosi, wanatupa chakula tunakula, tunaenda kulala. Katika maadhimisho ya siku ya familia ya kitaifa, naibu waziri mkuu wa Tanzania na waziri wa nishati, Daktari Doto Biteko, alihimiza umuhimu wa malezi bora. Alihimiza jamii nzima kushiriki katika kukomesha changamoto ya watoto wa mitaani, kwani swala hili si la serikali peke yake, bali kila mtaa, kila mzazi na kila roho inayoguswa na kilio cha mtoto. Kwa niaba ya watoto wengine wote nchini, nataka niwaombe watoto wote kuchukua muda wenu katika utoto wenu kujifunza huku mkijiandaa kuchukua sehemu ya wazazi wenu baadaye. Wasikilizeni wazazi wenu kila mahali na wakati wote, wapendeni wazazi wenu, watiini. Wale mlioko shuleni, wasikilizeni walimu wenu, jifunzeni kwa bidii, nikijua kuwa umri ni kama kivuli. Leo ni watoto, kesho mtaitwa vijana, baada ya muda mtaitwa wazazi, na muda si mrefu mtaitwa wazee, na bila shaka baada ya muda hatutakuwa duniani tutapewa jina jingine, sitaki kulitaja. Kwa tuchukue muda huu wa siku ya familia kwa watoto wetu wajifunze kuwatii wazazi wao na waishi kwa miongozo walionayo ya kidini na malezi ya familia zao. Mtoto wa mtaani aishi, anapambana au ni kesho ana uta leo. Kwao shule ni ndoto, si kwa sababu hawapendi kujifunza, bali kwa sababu hakuna mlango wa kuingia kwao. Familia ni kumbukumbu isiyokamilika na mtaa ni adhabu ya, ya kosa wasilolifanya. Tusiwe watu wabaya wa kutelekeza watoto wetu na familia zetu. Wakati mwingine tunaweza kulaumiana ni nani mbaya, hili si muhimu kwa sasa. Iwe wajibu wa jamii yote kujua kuwa familia ni msingi wa jamii yoyote. Ikiwa familia italelewa kwa kustahimiliana, kwa upendo na kuvumiliana na kuchukiliana hapa na pale, huku tukijua kuwa kila mtu aliyezaliwa ana mapungufu yake na madhaifu yake, tuvumiliane tujenge familia imara. Chukua nafasi hii kuwaomba wazazi wote mahali walipo, tuthamini kuwa mtoto ni kiumbe muhimu, anahitaji kulelewa. Msikilizaji wa RFI Kiswahili, na kufika hapo naweka nukta katika makala haya ya Afrika Mashariki. Tumeangaza ndoto zilizopotea kwenye vumbi la maisha, simulizi ya maisha ya watoto wanaishi katika mazingira magumu maarufu kama watoto wa mitaani. Mwandalizi na msimulizi wako ni Tomalti Minyoni. Ahadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa na uwe na wakati mwema.